Madini kwenye nini? Kwenye madini. Eneo lenu ni moja ya maeneo ambayo madini yanapatikana katika nchi yetu, na tumesema katika miaka mitano inayokuja tunakwenda kutoa kipaumbele kwa wachimbaji wadogo wadogo. Kasi ya utafiti wa maeneo ya madini na kasi ya utoaji leseni kwa wachimbaji wadogo inakwenda kuongezeka ndani ya miaka mitano ijayo na upo ushahidi wa kutosha kwa miaka minne iliyopita ya Mama Samia Suluhu Hassan, ni miaka ambayo wachimbaji wadogo wamepata leseni kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya Tanzania. Makofi kwa Mama Samia. Lakini vile vile ilani ya CCM imesema, yako madini ya kimkakati, yako madini ya kimkakati. Wataalamu wanasema rare minerals. rare minerals, au ni kinyamwezi rare minerals, madini ya kimkakati tumesema kwenye madini haya tunakwenda kutunga sheria na kuweka sera ya kulazimisha mtu yoyote wa nje akitaka kuchimba madini haya lazima afanye kwa ubia na Mtanzania. Na ubia tunaoongelea sio ubia hewa, ubia wa kumtafuta Mnyamwezi mmoja kumpa bilioni mbili akusainie mkataba alafu na mwenyewe aondoka nenda zako. Hiyo CCM haitakubali. Tunataka Mtanzania akisaini ni kweli apate faida ya mradi ule awe anamiliki kweli kweli, sio kwa kudanganywa, sio kwa kudanganywa. Ndio maana serikali ya CCM, chama cha Mapinduzi, kimejipanga katika kwenda kuhakikisha watanzania hawadhulumiwi. Tumekuwa na baadhi ya wawekezaji wa, wa wajanja wajanja, wakiambiwa fanya ubia na mtanzania, wanampa viela vidogo, wanamvizia tu nyumbani kwake kwa, wanaangalia kama ana msiba, wanawahi kupeleka jeneza, afu amwambia saini hapa. Huo ni wizi, huo ni Eh, tunataka watu wetu wanufaike, watu wetu wafaidike na miradi na rasilimali tulizo nazo. Kwa hiyo tumesema kwenye madini ya kimkakati lazima mtanzania ashiriki kikamilifu kama mwekezaji na yeye na apate faida. Tuwe na matajiri wa kitanzania wa kutosha, tuwe na matajiri wa kitanzania wa kutosha. Chama cha mapinduzi kinataka ongezeko la matajiri wa kitanzania, ongezeko la matajiri wa kitanzania ambao wanapata utajiri wao kwa kufanya kazi halali ndani ya nchi yao. Makofi kwa Rais Samia. Lakini vile vile, katika miaka mitano inayokuja, Chama Cha Mapinduzi kimedhamiria kuendelea kuimarisha mazingira mazuri ya biashara, tuendelee kurasimisha biashara zetu, wafanyabiashara kama bajaji, bodaboda, mama ntilie, watu wa saluni